baba na hivyo hivyo vile vile. Sasa wampe nafasi atuongoze. Na na unajua wenzetu wao wanakuwa na bahati zao. Ah okay, nafasi kuongoza wakina mama wanakuwa na bahati zao. Sasa wakati mwingine wapewe nafasi waongoze. Timba basi sisi tuna bahati sana kupata ma CEO wa kike na wakafanya vizuri. Sio wanajitahidi. Kadiri ya wake. Wampe nafasi moja kwa moja. Haya, sikaimu wampe nafasi moja kwa moja, moja kwa sababu unajua mwanamke mzazi na anajua kulea. We ndugu mtangazaji, ukishakuwa umepata mtoto na mwanamke mlezi na mlezi mwanamke sasa, mimi naamini wewe we, unasimamia tu we, wewe usimamie tu, lakini mlezi anakuwa mwanamke, na mimi naamini kwamba yule mama akimpa nafasi moja kwa moja, kwa moja atafanya vizuri, kwanza ashakubalika yeah. Wampe nafasi viongozi Dalali yule usimpe chochote, lakini mimi nataka na Dalali kwa, kwa huku sisi wa Bagamoyo wampe nafasi ya kutuzungukia karibu mechi zetu zote bwana, tunacheza mechi sita fulani, nenda Bagamoyo. Yani sisi bwana, tumemkubali Dalali na tunafanya mambo yote ambayo anataka yeye, na sisi sisi tunafanya tunafanya mambo tunafanya mambo ana, ana, tuna, yeah, yeah, anakubali sisi anataka sisi sasa. Kucheza mechi na kucheza mpira vitu viwili tofauti wenzetu wanakwenda kucheza mechi, hawaendi kucheza mpira. Ukisema kwamba ukacheze mpira, yeah, bila kuicheza mechi <laughs> <laughs> utachezaje? Yeah, ucheze mechi, yeah, alafu ndio ucheze mpira. Sasa hapo ndio utamu unapatikana, yeah. E, mechi ushaicheza, ukwende uwanjani kama kidogo timu kwenye baadhi ya mechi legelege sare na na Azam na Fountain Gate. Ee, changamoto hasa kubwa imekuwa ni kweli ligi ligi sima sihara hasa ligi ya mwaka huu. Na ligi ya mwaka huu kila timu inajizatiti kutafuta nafasi, ukiangalia nyingine zinataka nataka nafasi ya nne bora, ukiangalia nyingine zinataka zishuke daraja. Sasa na kinyang'anyiro hicho cha ubingwa kinagombaniwa na mimi nasema watu wawili, sasa watu wawili, huwezi kujua mwezeo anafanya nini Kujua mzee anafanya nini mwenzako wewe ajui unafanya yeah nini? Ali, ewe, nini, ya, ujui, anafanya nini yeah, sisi tuwe hivyo. Eh, sasa utayari wetu ule ndio utakuja kutusaidia kupata nafasi gani? Lakini ligi bado bingwa hajajulikana nani, kama tutajizatiti sawasawa yeah, sawa, na kuzi, kuzi, kuzifuatilia mechi yeah zote maana kwa sababu sasa hivi ulipocheza mechi usifuatilie mechi yako tu hiyo. Mechi yoyote ya adui yako ifuatilie pia ile yako, ubaya ubwela. Ndio maana ubaya ubwela ufuatilie chako kwako tu na cha mwenzio e, ndio ubaya ubwela ulipoingia hapo, sasa hatari eh. Na mechi wanasema mechi ya ubingwa ni kama ile utambao hivi ah, mechi ya ubingwa haiko utambao, mbawa matatizo yapa na pale umeogopa mbuzi. Wameogopa mbuzi, shehe wangu lakini kama angekuwa sio kuogopa mbuzi, ah, taarifa ungezisikia. Ndio maana yosho ule upepo ule ukamkuta, ukamkuta nani ule, nani ule, dodo majiji. Eh, sasa ule popo wake ndio ukamkuta Dodoma. Sasa wao wanaogopa mbuzi, wanachinja migombe, wanakula supu, mbuzi tu wao, eh, wanaogopa, wanaogopa nini sasa?

bodi TFF na na vilabu vitakubaliana, mechi itachezwa. Wow. E, na ikichezwa, basi itawapa furaha wananchi, japo kuwa wenzetu Tanzania, maana tukisema wanasema... mwananchi ndio eh, sasa wana... wa Tanzania tutapata furaha. Mimi sina wasiwasi kwamba ligi naeza, e, e, bodi ya ligi na TFF wataipanga, wata, wata Japokuwa kuna tetesi wanasema hatuchezi, aa, tutakwenda uwanjani, kama kawaida. Na, na ikitolewa taarifa Simba na Yanga icheze siku fulani, tarehe fulani, tutaenda kuicheza Tarehe zao, tarehe zao, tarehe zao, hay... ah, eh. Manara, <laughs> Simba ule ukitaka uivuruge uipaki tarehe nane wao basi wacha tupange tarehe nane, ah, eh. nane. Eh. Mimi sina wasiwasi ligi, ligi itaendelea ita, ita, ita, ita, ita, ita na ubingwa, bado kinyang'anyiro cha ubingwa hajajulikana nani, lakini kila mmoja ubingwa anautaka. Mimi bado sijavunjika moyo kwa sababu kwamba anatuongoza pointi ngapi? Yeah, uh, pwenti nne. Tumekata, tumekatatama hapa. Ligi safari inaendelea kama naendelea. Uh, naendelea. Labda, uh, vidyana, eh, na wazee wa makamu sasa hivi ameshika hatamu, eh, kuna bimdada, eh, Zubi. Ubi siyo eh, mahiri sana kwa kweli. Tangu ameingia yeye eh, eh, Simba naona uongozi hivi umezidi kusimama imara. Labda unawaambia nini viongozi, na hiki ambacho ulikizungumza awali kwamba viongozi wanapaswa watoke huko ndani e, waje kwenye watoke Dar es Salaam, waje sasa kwa wanachama na mashabiki huko mtaani ili kuweza kusaidizana mambo. Kuna kundi la wazee ambao wamewahi kupita pia ndani ya Simba yeah. e, baadhi ya taarifa ambazo ni nasema kwamba wazee wametengwa pia hapewi nafasi ushauri yeah. au kunini. Labda una, una la kuongea kwenye hili Eh, kwanza tuchukulie hili la dada huyu sio hmm. Sio kusema kwa ile Simba, sisi tuna bahati sana kupata masio hakiki waka na wakafanya vizuri. Sio anajitahidi. Sio anajitahidi wake. Wampe nafasi tu. Moja kwa moja. Kwa moja si kaimu, wampe nafasi moja kwa moja tu, kwa, kwa sababu unajua mwanamke mzazi, na anajua kulea. Wewe ndugu mtangazaji, ukishakuwa umepata mtoto na mwanamke mlezi nani? Mwanamke. Mlezi mwanamke sasa mimi naamini wewe unasimamia tu. Wewe wewe usimamie tu lakini mlezi anakuwa mwanamke na mimi naamini kwamba yule mama akimpa nafasi moja kwa moja atafanya vizuri. Kwanza ashakubalika. Na kivumbi kishakubalika. Wewe ukishamuona tu kwenye TV unajua huyu anaongoza. Yaani nini sasa? Yaani kuonekana. Kuonekana kwake tu basi. Sio matendo bana. Yule ukishamuona tu sio yule basi unajua huyu anaongoza. Kama ulivyomwona baba na huyu hivyo hivyo vile vile. Baba yake amekiki. Sasa wampe nafasi atuongoze na, na, na unajua wenzetu wao wanakuwa na bahati zao. Ukiwapa nafasi kuongoza wakina mama wanakuwa na bahati zao. Sasa wakati mwingine wapewe nafasi waongoze. E, ukija katika mambo ya wazee kweli, Simba ilipotea. Wazee walikuwa hawapi nafasi, lakini katikati nafasi walipewa na matunda yameonekana, na mimi nasema wazidi kuwapa nafasi zaidi mi nataka bado Dalali wampe nafasi ya kuhangaika mikoani na wapenzi na wanachama na yote, na kupitia Mina... matawi yote nafikiri na, umenifahamu, wampe nafasi viongozi Dalali ule usimpe chochote, lakini mi nataka na Dalali kwa kwa huku sisi wa Bagamoyo, wampe nafasi ya kutuzungukia, karibu mechi zetu zote bwana tunacheza mechi sita fulani nenda Bagamoyo, yaani sisi wewe bwana tumemkubali Dalali na tunafanya mambo yote ambayo anataka eh. Na sisi tunafanya mambo tunafanya mambo yeye anakubali, sisi anatutaka sisi. Eh mzee kuna sema nilimsikia, eh mzee mwana kadibuda anasema kwamba kuna kucheza mechi na kucheza mpira eh, na ni kama hivi amesaulika eh, ni kweli, kwa sababu baki ndio nilivyokuambia kwamba ile kwanza ikauli kuna wenzetu wanaenda kucheza mechi, sisi tunakwenda kucheza, sisi tunaanza kucheza mpira, kucheza, mpira. Sasa kucheza mechi na kucheza mpira vitu viwili tofauti. Wenzetu wanaenda kucheza mechi hawaendi kucheza mpira. Ukisema kwamba ukacheze mpira bila kuicheza mechi utachezaje? <laughs> <laughs> wanza ucheze mpira, wanza ucheze mechi alafu yeah, ndio ucheze mpira, sasa hapo ndio utamu unapatikana eh, mechi. Tukacheze mpira mpira bwana, mpira yetu bwana wa sisi, Afrika lazima mechi ukacheze, alafu baadaye ndo ukacheze mpira, hapo ndo nakuja sahihi kabisa mm. E, mimi naamini viongozi wakae wakae pamoja, bado matawi wayafuatilie wa, wa, wa, wa, wa, wa kama zamani. Sasa hapo matawi wakifuatilia kama zamani, kwa sababu unajua mshabiki yeye anataka furaha na furaha akiipata basi iko tayari kwenda kokote kwa ajili ya timu. Kama mimi ndugu mtangazaji mimi furaha yangu mpira. Sasa, na timu yangu mimi Simba. Nimezaliwa mimi na nilikuta naipenda Simba. Eh. Nata kama tokeo ya, ya furaha lakini sasa nakuja kwamba wale viongozi na sisi wakitupushi na sisi tukitoa cha kwetu mambo yanakuwa mazuri, mazuri kabisa na furaha itapatikana. Eh, sipatikani kwa nini? Kwa nini Dalali alikuwa anaweza vipi na sasa hivi kwa nini watu washindwe? Mimi bado bado na kupiga kupiga kelele kwa Dalali. Madamu yuko hai yule, wampe nafasi. Bwana, sisi tunataka ashinde, alafu yeye mwanaje Dalali anajua aende wapi anajua mwenyewe toka Mbagala lazima, lazima sehemu zote kila sehemu yule iko tayari kukesha kwa sababu dalali nampenda. Akija kwa mwanamke bwana, lala hapa na lala hapo. Eh, leo tunalala pahali fulani basi, naye atalala pahali hapo, aondoki, ahakikishe hichi kitu kweli kime kimefanyika. Na akiondoka basi mwenye dalali anafurahi, anakupigia simu, Mndewa, asante bwana na sisi tunapata faraja kabisa, ile asante inatutosha. Yeye anapata sifa na sisi huko wenyewe tunapata raha. Ukishinda mtani lazima anune na wewe unafurahi, akishinda mtani lazima yeye afurahi na wewe unanuna. Ndio ulivyokwenda utani. Neno lako kwa Simba, la kumalizia la wana Simba minasema, tuo watulivu na mechi taretizo, tujaze uwanja, tuishangilie Simba, tuhangaikie Simba ipate ushindi.